Karibu ijue kweli TV na Pastor Jacobo Samgabo. Neno lisiotoka kwa Bwana siku zote linaleta uharibifu. Ukiongea neno la hekima utaona linazalisha mambo mazuri. Ukiongea neno umesukuma na msukumo wa kishetani litakuzalia kitu cha ajabu sana. Jina la Bwana barikiwe. Litakuzalia Lita kitu Lita kibaya. Neno kutoka juu. Ongea neno ambalo limetoka kwa Mungu, kwa sababu ni Mungu. Mungu ni muumbaji, ataumba matendo mazuri, ataumba vitu vizuri, atakudhibitisha na utaenda mahali unapotaka kufika, kwa sababu hapo mwanzo uko neno, neno, neno, ni Mungu. Ndani yake kuna uzima, na huo uzima ni nuru, na nuru na giza, giza haiwezi. Kwa hiyo kama unaongea neno Hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna kifo, hakuna lana. Neno lina patrisi. Kinachotu cost ni kuropoka lopoka ni maneno ambayo hayakutoka kwa Mungu. Kuna maneno alafu na neno. Neno ni unique, ndio maana litajwe maneno, linaitwa neno kwa sababu ni unique kutoka kwa Mungu. Maneno ni wingi wa vi, ni kama miungu kutaja moja kwa maana ni mmoja ambaye ni Mungu. Maneno ni sasa sana kusema miungu. Miungu ni miungu wengi ambapo Mungu wa mbinguni hayupo kwenye hiyo idadi ya miungu. Unaelewa? Tukisema miungu usimweke na Mungu wa mbinguni. Tulisema neno usichanganye na maneno. Kuna tofauti kati ya neno na maneno. Wanadamu ndio wana maneno, Mungu hana maneno. Mungu ana neno. Mungu ana neno. Unanenewa neno lake lina nguvu, neno lake ni uzima, neno lake linabadilisha seshenya, maisha. Penda kutamka neno, usipende kutamka maneno. Yatakuletea mazao, yatakuletea nini? Mazao, maumivu mengi, maisha mengi kuporomoka, matumizi mabaya ya neno. Umeshida kutamka neno, unatamka maneno, maneno ma, ma maneno yanaharibu hayaijengi, yanabomoa na yatakusambaratisha hata wewe mwenyewe. Maneno ni miungu inayoumba uharibifu. Kazi ya miungu ni kuumba uharibifu. Kwa maneno ni miungu wanaoumba nini? Uharibifu. Neno ni Mungu anayetoa uzima kuweka chini na kukutisha na wakuu. Neno ndio unatakiwa kuishi nalo, libebe kila mahali. Utapita kwa neno, utashinda kwa neno, vita unavishinda kwa neno. Haleluya! maadui utawashinda kwa neno, utafanikiwa kwa neno, utashinda kwa neno masomo yako, utainuka kidedea, utainuka mshindi kwa neno. Yesu, sema masomo yenyewe ni magumu, naona nitafeli maneno ujaongea neno kwa ukiongea neno unasema Mungu atanipa akili katika kila jambo, na kwa kuwa hakuna jambo la kumshinda Bwana. Hapo naongea neno, lazima ushinde, lazima ufaulu, lazima uende mahala ambapo unataka kwenda. Kwa hiyo zungumza neno na sio maneno, utaona msaada wa Mungu, utaona mkono wa Mungu. Ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.